gozi hilo hilo ambalo litakalokwenda kupambaniwa na miamba ishirini na miwili ambayo itaamua mechi ya leo. Hawa ndiyo Yanga na hiki ndicho kikosi chao hii leo. Golini bado amesalia Jigi Diara, mabadiliko ya wachezaji wanne. Kikosi cha Wiliete Sport Club cha Bruno Jean Ferri kina mabadiliko ya wachezaji saba ambao wamesalia kwenye kikosi. Ilianzishwa tarehe kumi na nne mwezi wa tisa mwaka elfu mbili kumi na nane Karibu Benjamin Mkapa, karibu rupaso, karibu katika show za Champions League leo, Yanga wakiwaalika Wiliete Sports Club. Anatafuta Prince Mpumelelo Dube, anaingia kwa kasi, anafanyaje? Ingiza Dube, atafanyaje? Ingiza pia moja ndani, mko kosa mpira ule, ondoka katika eneo lile, ikawa ni almanusra kwa Wiliete Sports Club. Anacheka kama mtu mzuri vile ambako tuliadhibiwa vilivyo nyumbani mule, anavusha mpira moja juu huku, gonga kichwa wiwi, haya, hatari! Rosha anapoteza nafasi ile Emmanuel Junior Koyano. Ah. Ye mwenye anataka kona. We kwa mpira moja juu akaenda juu wiwi, akamwekea senta beki mwenzake Emmanuel Junior Goyano anaingia juu ogaabuya kwa kasi kwelikweli, giza mpira moja ndani kule bado. Pacome ndani ya kumi na nane anafanyaje, toa mpira ule sasa. Filipe Rocha kuyaweka salama ule Sports Club lobe, anatabasamu kama mazuri vile, mbe anawapa wenzie kashikashi na hekaheka, heka kubwa kwelikweli. Angalia namna ambavyo ule mpira alivyouchukua kifundi.

ingizwa mpira mmoja hivyo, ambao walikuwa wanaonekana wanataka kuleta mauzauza na alikwepo pale Rodino Josening jazi yake nambari 25 na alikuwa akimendea mendea mpira ambao ulipigwa na siza bishu mau Jeremias ambao alikuwa anufaisha Wiliet panya unaondoa Yanga ni kama alikuwa amejisahau hivi. Ikaanzishwa kona ya rakaraka, amejaribiwa jaribio moja, ilikuwa hatari kweli kweli, liingizwa mpira mmoja ndani, ukagongwa kichwa ule na Danielson, ukaenda ukala mtambaa wa panya. Kila mtu ni kama alikuwa amepigwa na butwaa hivi, ukala nginja, wakati ambako yeye mwenyewe Jigi Diara mpia nzengeli anaiweka ndani kule sasa Boka, e naigiza hey! Ndani konde akicho anakwenda nje bwana mfalme, poteza nafasi moja ile, iliwekwa ndani haraka haraka galia Boka akaiweka. okay, okay, akaiwai kwenye kona huko mwanzoni, lakini ilikuwa ni impossible engo haya washtui Dakika 45 za kwanza zinakamilika kutoka Benjamin Mkapa, dakika 45 ambazo zimejaa ufundi wa Wiliete. Anaonekana Adriano Yano, jazi yake nambari 9 juu ya mgongo. Mechi iliyopita alianza, lakini leo alianzia kubenchi. Karibu sana Shadrack Isaka, Boka medei, medei. Haya Boyeli anakamata mlinda mlango, Andi Boyeli Bobwa. Mashabiki wamemshangilia kweli kweli. Tangwa ameingia na kwenda kuneepe. Mwamuzi anasemaje? Offside. Andi Boyeli Bobwa ameingia na moto galia wa mpira wakajenga kibanda, ilikuwa nafasi nzuri kweli kweli, lakini hata hivyo alishindwa kuweka kunyavu ule mpira. Giovan Chipopolo chaz yake namba 27, si kwa kufunga goli lakini kwa kulimwa kadi ya njano. Alikwenda akamparamia Bwana Ali Shomari ambaye alikuwa akianzisha mipango kwa upande wa timu yake Chikola, naikata nani, kuna gongwa kichwa, anacheza mlinda mlango Agustinho Kalunga What a save. Yano anapoteza, inasakiziwa huko huko Boyeli Andi hayap haikuwa na namna, alikwenda akaachia, akaweka tena. Pacome akajisetia moja tu, akachagua kule ambako aliamini kabisa. Mlinda mlango Agustinho Kelunga, licha ya kazi bora aliyoifanya, lakini safari ilikuwa ni ngumu kumeza. Yanga wanatangulia kwa mara nyingine, lakini imewalazimu kusubiri kwa dakika sabini na moja. Nigo anachelewa. Edmund John, mwamuzi kadi tatoka kwake, wiwi Captain nam ngizwa mpira mmoja ndani kule, oh! Azizi Andabwile anarudia kile kile ambacho alikifanya kule Luanda, Angola. Ni Aziz Andabwile mwamba laswa, akidhihirisha yeye ni mwamba. Hakuonekana anaaminiwa sana, ilianzwa kona, akaenda juu, akajitwisha ngoma, ikazama ndani. Hakuwa na nafasi yoyote Agustinyo Kalunga kufanya chochote. Chuma ya pili hiyo akashangilia kwa staili ile ile ya mali staili, na alionyesha pale Luanda, Angola. Skudu makudu bela ameshika kichwa, dakika tisini, kwa maana ya agrigeti ya dakika mia moja na themanini na kamilika. Ni Yanga, ni wananchi ambao wanakwenda hatua ya pili wakisaka kuelekea group stage.